Mali popote unaponitazama, Prophet Justine niko hapa siku ya leo, na title nasema, hatari ya kuongozwa sala ya toba na mwanamke. Hatari ya kuongozwa sala ya toba na mwanamke. Sio kila mwanamke aliyopo kanisani anatambulika mbinguni. Mwanamke anayefahamika mbinguni ni yule ambaye amekubali kuikana dunia kulikweli, amekubali kuacha makorokoro amekubali kuacha mapambo na takataka zote ambazo zinamfanya asiwe tofauti na kahaba, zinamfanya asiwe tofauti na mtu anayejiuza kwa hiyo mwanamke ambaye anaweza akakuongoza sala ya toba na hiyo sala ikapata kibali mbele za Mungu ni yule mwanamke ambaye ameokoka, anaishi maisha matakatifu, na sio hivyo tu, amekubali kuikana dunia kwenye mwonekano wake, hatumii mapambo hatumii mawigi marasta, hatumii makeup malipu stiki, maereni, mabangili, mahavai, masuruali, pamoja na makorokoro mengine yote ambayo yanamfanya asiwe tofauti na kahaba. Huyo aliyejikana, anaweza akakuongoza sala ya toba na ikapata kibali kabisa mbele za Mungu. Lakini huyu ambaye bado anasema ameokoka, haijalishi ananena kwa lugha, haijalishi anashuhudia mitaani haijalishi anakemea mapepo na yanatoka, haijalishi anaombea wagonjwa na wanapona. Nisikilize, unapotumia haya makorokoro, automatically unakuwa connected na malango ya kuzimu. Kwa hiyo anapokuongoza wewe sala ya toba, anaweza akakukonekti na malango ya kuzimu bila wewe mwenyewe kujua, au hata bila wewe mwenyewe kufahamu. Kwa hiyo kuna watu wanaweza wakatumika kama mabomba Alafu wao wenyewe siku ya mwisho Yesu akawakataa kabisa asilimia mia moja kwamba ondokeni kwangu ninyi mliolaaniwa, siwafahamu. Huwezi kuwabandia ukatumika na Mungu. Huwezi kutumia vitu kuimprovu rangi yako na mwonekano wa mwili wako For the same time Mungu akakutumia kwa utukufu wa jina lake na ndio maana wengi wanawake wanaotumia hayo makorokoro ndoa zao zina shida huduma zao zina shida malango yao ya ndoto yana shida wengine kabisa akilala naota anazini na ni mama mchungaji ni mwinjilisti anajiita wa kimataifa ni mtumishi wa Mungu lakini for the same time kuna vitu ambavyo anakuwa anafanya ni kweli anaweza akawa anasema anaishi maisha matakatifu lakini hizi korokoro haya matakataka yanamtenga na uwepo wa Mungu na yanamuungamanisha na, na maro ya giza, na kuna wakati anaweza akatoa hata unabii wa kipepo bila yeye mwenyewe kuchua. Mungu awabariki sana, Mungu awape neema wanawake wote duniani kuishi vile andiko linasema. Wengi wanasema tukisema tusijipambe tutakuwa wabaya, hatutaolewa. Nani kwambie? Ukiolewa kwa sababu ya kujipamba, ndoa yako haitaweza kudumu na hata kama mtasema imedumu itakuwa na michangamoto mingi sana kwa sababu huyo aliyekuoa hakukuoa kwa sababu ya uzuri wa roho, amekuoa kwa sababu ya muonekano wa kimapambo. Mungu awabariki sana na Mungu awasaidie katika jina la Yesu Kristo. Shalom.